yeza mkurugenzi wa kituo cha habari Tanzania EFM Tanzania, Majizo aliandaa taarifa yake ya kwamba atakuja kuongea na wadau na mashabiki wa Bongo Flavor na kiwanda kizima cha muziki wa Tanzania. Na hii ni kuhusiana na kile kinachoendelea kwenye mitandao ya kijamii kwamba mashabiki baadhi wameacha kusapoti kazi za muziki, na ni kutokana na kile ambacho kinatajwa ya kwamba wasanii hawako loyal kwa mashabiki zao. Majizo ameomba radhi kwa niaba ya wadogo zake ambao ni wasanii. Amekiri kwamba walipitiliza katika baadhi ya kauli zao walizozitoa siku za hivi karibuni. Amesisitiza kuwa ombi lake la msamaha alikuhusiana na msimamo wowote wa kampeni za kisiasa, bali kwa sababu baadhi ya maneno yao yalikuwa yameathiri utu wa watu au mashabiki zao ambao wamekuwa wakiwasapoti since day one. Yes, bila kusahau mimi naitwa Morgan Kaliso Moses as the King Master Buffalo kwenye one and two bwana mnyama, poli, niko hapa leo nakuletea taarifa hii kamili kabisa, lakini kumbuka, endelea kusubscribe channel zetu D&A Television ili kuendelea kuwa kupata taarifa nyingi za kimichezo, burudani na siasa pia, kutokea hapa kwa mafundi kabisa wa habari Tanzania, D&A Television. Yes, sasa Majizo amesema anafahamu kuwa kulikuwa na kauli zilizoumiza na kukela, akieleza kuwa anajua kuna maneno yaliwakela wa Tanzania, sio katika levo ya siasa, bali katika levo ya utu. Naomba msamaha kwa niaba ya wadogo zangu ambao wamewakosea. Ameitumia nafasi hiyo kuelezea umuhimu wa kulinda sekta ya muziki nchini, akisema muziki ni ajira na tegemeo kwa maelfu ya Watanzania. Amesema wasanii wakubwa kama Diamond Platinum na wengine wana uwezo binafsi, lakini nyuma yao kuna mamia wa wafanyakazi wanaotegemea tasnia hiyo kuendesha maisha yao. Majizo amesisitiza kuwa hasila zidi ya msanii mmoja inaweza kuasili ajira nyingi zisizoonekana moja kwa moja. Akihoji namna wafanyakazi wa watu kama Shilole na wasanii wengine wadogo walivyoweza kuathirika, kulingana na kile ambacho kimekuwa hawasapotiwi tena na mashabiki zao. Then ameendelea kwa kusema kwamba huu mziki ni wetu, huu mziki ni wenu mkiumiza tasnia mnaumiza maelfu ya ajira. Naomba radhi na ikiwapendeza sana wa Tanzania, naomba mwendelee kuupa nguvu mziki wetu. Amesema hivyo Majizo nami namaliza kwa herufi kubwa kabisa eh, bwana. Ndio hivyo ambavyo Majizo amemaliza mkurugenzi wa EFM Tanzania na kusema kwamba anawaomba lazi wa Tanzania kwa niaba ya wasanii. Watu wengi wamekuja juu na wadau mbalimbali wakisema, kwani Majizo ni mtu gani? yeye ni nani? wao watu wanaoombea msamaha wao hawawezi kusema kwa maneno yao tuwasikie kwa sababu aliyetukosea si Majizo, ni watu wenyewe wasanii hawa, ambao sisi kila siku tumekuwa tukiwasapoti, lakini wao wameshindwa kuonesha hata chembe ya utu na kuongea maneno mengine ambayo ni kashfa kwao. <coughs> Lakini pia Majizo amekumbusha kwamba kuna miaka fulani ambayo yeye na Joseph Mbilinyi hawakuwa sawa, lakini aliweza kumsapoti kwa sababu yeye huyo ni msanii na anajua walikuwa na shida binafsi, lakini kiushikaji na ile kiudau, aliweza kumsapoti Joseph Mbilinyi ambaye ni Sugu na aliweka mchango mkubwa sana kwenye mziki wake kipindi hicho, hakujali kabisa ile itikadi alizokuwa nazo na kutofautiana naye. Na hiyo Majizo ameitumia kama fursa sasa, kwamba kwa sababu yeye alifanya hivyo, basi anawaomba Watanzania na wao kurudisha miwao nyuma, ili kuweza kuwasamehe wasanii wao, waendelee kufanya kazi, na kwa ustawi mkubwa wa tasnia ya Bongo Flava na hata filamu kwa Tanzania iweze kukua na kufikia zile levo ambazo kila siku wasanii wamekuwa wakiziota hata wadau mbalimbali. Yes, sasa baada ya hayo ametokea tena mwingi yako, unafahamu influencers kutokea kule Dubai, kwa sasa hivi anaripoti sana akiwa Dubai anakula bata. Mwingi yako pia naye ameweza kuzungumza kulingana na kile ambacho amekielewa kwenye ile kwenye yale mazungumzo ambayo amefanya Majizo. Uh, kupitia hiki ambacho kuwaomba msamaha wa Tanzania kwa ajili ya wa wasanii wao. Mwinjako ameandika na kusema kwamba bosi Majizo kutuombea msamaha kwa jamii umemaanisha tulikosea kuchagua upande. Why now? Wakati hili lilikuwa linafanywa hata wakati wa nyuma. Bosi, watu wamepandikiza chuki kwa watu wetu wanaotupenda kwa dhati so tunapaswa kulisema hili kisha wote tukubaliane kuwa burudani ya muziki haifungamani na upande wowote. All, in all asante kwa kusema kiu, ila jamii yetu inapaswa kuamka juu ya siasa na chuki kutoka kwa watu wachache. I'm so proud of you. Ameandika hivyo mwinjaku kutokea kwenye kurasa zake za Insta story na kueleza kile ambacho anafil wakati huu kuhusiana na posti ambayo Majizo ameweza kuiachia siku ya leo Disemba 11, lakini pia bila kuachwa nyuma, mwanadada mlembo kabisa kwenye tasnia hii ya habari, Divas the Boss naye amezungumza la kwake kuhusiana na kile ambacho anafil kulingana hiki ambacho kinaendelea Diva pia ameandika kuhusiana na kinachoendelea kupitia peji zake za Instagram, na kusema kwamba kuna online media ambazo zimeingia sana na zimeingiza sana hela na kupata supporters wengi kupitia hawa wasanii wetu na kuwaongelea na kuwafanyia interviews katika platform, platform zao mbalimbali mbali. Nao wakasilikieni na msiweze kuposti na kusapoti kazi zao. Hapa Diva the Boss alikuwa anamaanisha Kelly Mastoli, ambaye pia naye amekuwa akiwaponda sana wasanii na kusema kwamba kwa nini wao wamekuwa wakiwatokea maneno ya kejeli mashabiki zao na nini. Sasa Diva amekuja na kumvaa Kelly Mastoli. Hii story imeanzia mbali sana, lakini mpaka sasa hivi inaonekana tayari kuna pande mbili, kuna ambao wanawatetea wasanii na kuna ambao hawatetei kabisa wasanii. Sasa Diva the Boss amekuja na kusema kwamba online channel nyingi sana zimekuwa zikifanya shughuli zinazotegemea sana platform za wasanii na kupushi kazi zao, lakini pia huwa hawafanyi bule, wanalipwa na wanapata pesa nyingi sana kutokea kwa hawa wasanii. Lakini kulingana hiki kinachoendelea, wameamua online media kupita na upepo na kusema kwamba wao hawawezi kuendelea kuwasikiliza online medias bila kusema chochote, kwa sababu ni kama wanawachafulia hivi majina yao. Wanawambia kwamba wasanii hawawezi kufanya kitu chochote kwa wakati huu, hawajazungumza neno lolote, na hiki si kama ambavyo watu wengi wamezoea kusikia kutoka kwa online medias ambazo wamekuwa wakiwalipa pesa kwa ajili ya kusapoti kazi zao. Why hichi kinatokea sasa hivi? Ndio maana Diva naye amekuja na kusema hiki ambacho kimetokea wakati huu, na amezungumza kwa hisia zake, na hiki ndicho ambacho amekiongea Diva the boss. Yes, ikiwa ni baada ya toka kupakulia minyama ya burudani hivi ndivyo ambavyo mimi namaliza. Moga ni kalisa master The king master buffalo ebwana, endelea kufuatilia chaneli zetu uh, na page zetu za D&A television, ili kuendelea kuwa wa kwanza kupata taarifa. Unatakiwa kubonyeza alama ya kengele na kusubscribe pale, uendelee kuwa mwanafamilia mkubwa sana wa D&A television. Asante sana, na tukutane tena nyakati zingine. Tuangalie tu kwa kawaida, msanii kama shilole tumemchomea eneo lake na tumembani mziki wake. Hebu niambie vijana wangapi wamekosa ajira kwenye ile restaurant ya Shore. Sio chini ya 200. Au madogo movement zao ya income yao inawezekaa inazunguka nafika mpaka kwako, at the same time bado kuna watu wengine tumewanyima nafasi kwenye production. Kama nilivyoongelea awali, mtu kama Diamond ndio inawezekana ametukera au anatukera lakini Diamond ni kweli tunataka tumuue kabisa asiwepo katika industry? Tujiulize, ni kweli tunataka tumuue Diamond? Diamond ambaye ametusaidia kumleta mtoto wa uswahilini Konde, Diamond ambayo amemleta Rayvanny, Diamond amemleta Zuchu, Diamond ameleta Lavalava. Hawa watu ni watoto wa Kiswahili maskini wenzake, amewashika mkono kuwaleta juu. Diamond huyu mwenye media house ambayo ameajili vijana pale zaidi ya 500, kwa hiyo Naomba radhi kwa yale machache ambayo yanawakera, ili kiwanda kiendelee, kiwanda kiendelee kuzalisha, kiwanda kiendelee kutoa nafasi kwa vijana walio wengi. Naamini nimeeleweka, na, ni na, na, na matumaini yangu tutafanyia kazi maombi yangu au mtayaridhia maombi yangu, kwa mstakabali wa sanaa ya Tanzania na, kiwanda kikubwa ambacho kimechukua vijana wengi. Na, nikisema kiwanda anamaanisha mziki, movie na kila kitu ambacho kipo ndani ya burudani Tanzania. Na kwa kusema hayo, mi natamani ku, kuna tamasha kubwa sana hivi karibuni litokee, tamasha kubwa la bure ambalo hatutochara shilingi, wasanii waje kwa wingi na washikadau na mashabiki wajitokeze kwa wingi. Tutaitumia hii kama platform ya maridhiano ya, ya burudani Tanzania, kama tunavyojua Uh, wanasiasa tayari wao wameshafungua mlango wa maridhiano, kwa hiyo watakaa wataongea kama walivyofanya miaka mingine huko nyuma. Kwa hiyo sisi nasi tukae turidhiane kwa kuandaa tamasha kubwa lenye ubora wa kimataifa, jitokeze kwa wingi, hamna kiingilio, wasanii waje watumbuize, baada hapo manake atakuwa tumeondoa tume kiwingu, tuendelee na maisha kama kawaida. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki vijana wetu wa Tanzania, Mungu bariki muziki na in entertainment industry. Asanteni sana.